Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabilalamin, namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma na kumtakia amani na salama na ziada ya salamu mtume wetu Muhammadi, sallallahu alaihi wasalama. Ndugu yangu, mfuatiliaji mkereketwa, mpenzi wa chaneli yetu ya KR 255 TV channel ambayo inakuletea maudhui mbalimbali yakiwemo viumbe wasioonekana. Ulimwengu umekaa namna gani? Maajabu ya ulimwengu yako namna gani? eh, ili uweze kukaa katika mustahik eh, uweze kukaa katika nafasi yako ambayo kama Mwenyezi Mungu amekuumba hapa duniani na wewe uweze kukaa katika nafasi. Mimi hupenda sana kuongea na nyinyi mlionini walimwengu ili kuweza kuwapa ile elimu ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ametujaalia kuwa nayo. Maana binadamu unakuta anakuwa na jicho moja tu, ana jicho la kuzaliwa eh, lakini ukisoma elimu ukasoma vitabu utajikuta kwamba unakuwa na macho mawili, jicho la duniani na jicho la kuzaliwa. Sasa leo juu ya mada hiyo, nataka kuzungumzia neno au balaa moja kubwa ambayo inawakuta watu wengi lakini miongoni mwa watu hao ambao inawakuta hiyo balaa ni kwamba wao huwa hawajitambui. Balaa gani hii? Balaa hii inaitwa mikosi. Mikosi ni kitu gani? Maana mtu unasikia, ah, huyu ana mkosi. Ah, leo nimepata mkosi. Ah, leo ni, ah, leo sio siku nzuri kwangu. Ni kweli matukio hayo yapo, lakini mpaka kufikia wewe kujitambua kwamba kuna mkosi, basi ujitambue tu kwamba wewe umefikia mahali ambapo pamekuwa ni mbali zaidi. Maana hii ya mikosi itaizungumza kwa kupapasa papasa tu juu juu, sitaki kukueleza ni jinsi gani mtu anavyokupa ule mkosi eh, sitaki kukueleza au kukufundisha namna ya uchawi kwamba mtu anatupiwaje mikosi, kwa sababu mikosi kwa aina nyingi sana. Kwanza kuna mkosi wa laana laana. Huu ni mkosi mbaya kabisa kweli kweli, ni mkosi ambao ni hatari kwa sababu maana ya mkosi ni lile balaa ambalo unalivaa katika nani gamba la nje, kama vile unavyovaa nguo, basi na mkosi hivyo hivyo unaovaa katika hali ya sura ya nje. Ndio sababu unakuta mtu anapokuwa anataka kukusaidia kukutoa mkosi, hakupi dawa ya kunywa, anakupa dawa ya kukoga, dawa ya kuchoma, kufusha. Dawa hii kwa ajili ya kuvua, ili gamba ambalo linakuwa liko juu. Hii lana ni mbaya sana na asili yake huwa watu wanatumia kwa njia ya makaburi. Anasimama katika kaburi asilo lijua kabisa eh? Anasimama pale anakutupia hii lana kwa kuyataja majina yako yote, na inapofika lana hii ikikuvaa, basi wewe kwa wataalamu, kwa waganga utakwenda, unakwenda, unaona mambo yako hayaendi we wanaanza kuambia unauma kichwa, unakwenda hivi basi, ni kitu ambacho kinakuwa kinakwepa. Utambue kabisa, ukienda kwa wataalamu watatu wanne, unaona unalolifuata silo linalokuwa linatangulia kuonekana, ujue una mkosi wa aina ya lana. Ndio sababu wako vijana wengi sana, eh, unakuta amesoma vizuri, ana vyeti vyake vizuri, eh, anatembea kila anapokwenda kwenye interview, eh, ni msomi mzuri kweli kweli Jina lake halionekani, maskini, mipango yake haiji, eh haonekani kabisa, atakuchaguliwa hata kwenye tano bora, basi ugundue kabisa kwamba wewe unakuwa huko katikati ya mkosi, eh. Hiyo yote ni balaa, ni mikosi eh? Kuna mtu mwingine eh? huwa anachukia neema ya mtu eh? Akimwona mtu fulani ana neema anakasirika, yani yeye kitu kizuri yeye anakiona kibaya, kwa hisia zake na kitu kibaya yeye ndio anakiona kizuri kwake. Kukaa eh, kumsema mtu eh, hana uwezo. Akiona kijana labda akashikilia funguo za gari anachukia, anaona ah, gari gani hiyo, mimi nitanunua Mazda, mimi sitanunua nini eh, gari ya, ya gharama. Anabakia kusema hayo hayo, hali ya kuwa hata baiskeli hana. Unawakuta watu wazima wazee Eh, anabaki kuhesabu mimi na miaka 90, mimi na miaka sabini. Badala ya kuhesabu fedha, yeye anakuwa anahesabu umri na katika umri wako umefanya nini? Hata kipando hana. Nyumba yenyewe ya kuingia ameinama. Eh? Na kama amejaliwa sana unamkuta ana kapolis posti, ka nyumba kadogo ambapo udhani kama anaweza akaishi hata kuku. Kwa hiyo hiyo yote ni namna ya balaa. Pia kuna laana na mikosi mingine huwa inakuja kwa njia ya uchawi. Mtu anakuchukua vifaa vyako nywele, kucha nini, eh? Anafika, anaanza kuvitengeneza, anavichukua vyote, anakwenda, anavichukua, anachukua kichuguu, anasiliba kule ndani yake. Huu nao ni mkosi eh? Kuna mkosi mwingine wa nafsi. Sasa hii ni nafsi eh? Mfano, kuna watu wanakuwa ni wajuaji hm? Watu wajuaji wa kwenye mitandao, kwa mfano mitandao ya TikTok. Juzi nilikuwa nawatangazia watu neema hii, majuzi juzi hapo kwamba kuna kitabu kinafanya kadha wa kadha, watu wamekijadili vibaya sana hiki kitabu hiki mnachokiona hiki. Oh, kwamba kimekuwa hivi kimekuwa hivi. Hawa ni wajuaji wa kwenye mitandao eh? Lazima watafute sababu ili watu wenzao wasipate neema, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwa zile kometi zao, jana kitabu kimebakia ni hiki peke yake, maana watu wamekuja na kila aliyokuwa anakuja kutaka kushuhudia yale aliyokuwa anayaona anakuta ni tofauti na yale maelezo. Wamechukua vitabu vilikuwa vitabu ishirini na nne, kimebaki hiki kimoja kwa siku ya jana, vitabu ishirini na tatu vyote vimekwenda. Hii ndio hiyo, tunaita pia ni mikosi, kwa sababu jambo zuri utaliona baya, kila kitu utajifanya unajua. Sasa wewe unapokuwa unajua, na wenzio wamesoma, huwa wananyamaza. Wako watu wengine, anatoka visiwani huko, anakuja anakufata mimi sio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anakuja anakuambia shekhe, eh mimi naomba utajiri. Unamwambia mimi sio utajiri, anayetoa utajiri ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Wao majini anatoa utajiri, namwambia sina majini wa kukupa wewe utajiri. Kuna wale wa kuweza kukusaidia katika maisha yako ya kawaida. Mtu huyu anachukia, eh, niko siku moja atakupeni visa vyake. Anachukia anakasirika, anasema mimi niko tayari kumtoa hata mke wangu kafara na familia yangu Eh, mtu kutoka visiwani huko, sijui ni Mafia, sijui ni Zanzibar, sijui ni wapi, lakini ndio uhalisia huu eh, kwamba uhalisia huko namna hiyo. Ukiona mtu namna hiyo, ujue ana mkosi, ana balaa, kisha kata tamaa. Sasa nini cha kufanya? Hatua ya kwanza ili kumpa huduma ya kwanza, inatakiwa wewe uchamgundua hivi kwa, kwa macho ya kawaida, ufanye subira kwa yoyote anayofanya, umwangalie, ufanye subira Usikurupuke kujibizana naye kukimbizana naye kwa sababu, huwe tayari ule mkosi ushapanda pa kwenye ubongo, anakuwa kama ni akili hana. Kwa hiyo ndugu yangu, mimi napenda nikushauri ukiona balaa hizi eh, basi wewe jitambue kwamba uko katika mtindo namna hiyo, watafute wataalamu, watafute mashehe, walimu eh, waweze kukusaidia hiyo haja yako ili uweze kukaa kama binadamu wengine. Hakuna mtu mwenye asili ya umaskini hata siku moja. Kila siku nawaambia, eh, umaskini tunautaka wenyewe. Sasa we ufanye kazi unalala kuanzia asubuhi mpaka saa nane, eh, halafu unakuja unaanza kusema kwamba unataka upate mali. Mali utaipata kwa njia gani eh? Ukifika kwa mtaalamu, mtaka kuuliza, jamani, mimi nyota yangu naiona kama ni ya biashara eh, lakini mimi nimeajiriwa, mimi ni mwalimu mimi ni askari magereza, mimi ni askari polisi, mimi ni nani eh? Ajira haikufai, hebu nenda kaangalie kwamba riziki yako iko wapi. Ukiona kama imefungwa pale nai yako, mfano nyota yako ni ya biashara, ukiona umeng'ang'ania kuwa hapo, basi ujue pale riziki yako na imekwisha, unatakiwa uchukue hatua ya pili ambayo ni kuhama. Ndugu yangu, kizuri ntakiona kibaya, kibaya ntakiona kizuri, lakini maisha yanakwenda na watu wanakwenda, wewe utabakia hivyo hivyo. Matokeo yake unaingia kaburini, duniani hukufaidi dunia, na kesho akhira, huko unakokwenda unakwenda kwenye mitihani tena, mitihani mizito eh, ambayo wewe utakuwa maisha yako yanakuwa ni mabaya. Usiache kusubscribe katika chaneli hii, ili tuweze kuendelea na mafunzo yetu na masomo yetu. Sisi tunakupa uhuru ili uweze kuangaliwa unaendelea kucomment unavyojua, na sisi tunayafanyia kazi na kuangalia ni nani mwenye mikosi na balaa, ni nani yuko sawa sawa. Basi wale wanaokwenda tunafanya nao kazi. Kumbuka nambari ya simu ya WhatsApp kwa sasa itakuwa ni 0749 76 76 96 0749 76 sabini na sita, tisini na sita, tisa sita. Hapo unaweza ukanipigia hapo, tunaweza tukaongea nikakushauri kwa njia ya mawasiliano kama ilivyokuwa. Fuatana na mimi tuendelee katika vipindi vingine wa hadha. Assalamu alaikum warahmatullahi